ya ushindi kinachokujia kutoka kanisa la Ebeneza kanisa kuu Shinyanga mjini. Na leo ni siku nyingine, ni Jumatano nzuri kabisa ambayo Mungu ametupa siku ya leo. Na tunamshukuru sana Mungu kwamba anaendelea kututunza, anatuwezesha, anatupigania na anaendelea kutupitisha katika njia zake ambazo ni njema mno hasa kwenye kipindi hiki cha kwalezima. Na siku ya jana tumeweza kuona e, somo letu ambayo tunatembea nalo na leo tunaendelea, na tuliona mambo kadha wa kadha kupitia e, neno la Bwana, tumejifunza na tukaona jinsi ambavyo Ukristo wetu ulivyojengwa kwenye mambo muhimu makuu matatu. Tukaona kwamba jambo la kwanza ni muhimu sana kujua kwamba e, Yesu Kristo alizaliwa na alikuja kwetu kutukomboa lakini, jambo la pili kuitambua huduma yake aliyoifanya na kuitenda hapa duniani. Alikuja kwa ajili yetu, alikuja kutumika kama anavyosema, nilikuja kutafuta kile kilichopotea. Alikuja kututafuta sisi ambao tumepotea, alikuja kututafuta sisi ambao hatukuwa, hatukuwa tunaamini tuna injili lakini injili yake inapohubiriwa na neno la Mungu inapohubiriwa kwetu, inatufanya na kutuvuta tuweze kusogea mbele zake na tuweze kumwamini yeye na kuiamini kazi yake ya msalaba. Lakini jambo la tatu, tukaona kwamba ni muhimu sana kujua kwa kila Mkristo anayeamini Kristo na kumwamini Mungu katika maisha yake kwamba eh, kuamini kifo cha Yesu, kufa na kufufuka kwake na kushinda kifo na kaburi. Hii nayo ni zaidi ya ja, ni jambo ambalo kwa kweli ni muhimu na kulijua na kulishika katika imani yako hasa kwenye ukristo wako kujua jambo hili muhimu sana, yani ile tu kujua kwamba Yesu Kristo alikufa wa msalabani kwa ajili yako akashinda kifo na kaburi kwa ajili yako, kwa sababu kuna watu wengine pia ambao mpaka leo hawaamini kufufuka kwa Yesu, kwamba Yesu alifufuka wengine waliaminishwa kwamba wanafunzi wake walienda kumuiba na nabaa. Unaona wale, wale, wale wakuu wa makuhani, ukisoma Bibilia kwenye neno la Mungu kwamba wakatoa fedha wakawapa wale walinzi, waende wanaeneza habari ya kwamba Yesu hakufufuka wa, hapana, wanadanganya, wanafunzi wake wameenda wakamuiba mle kabulini. Lakini bado nakwambia nguvu ya msalaba haiwezi ikazuiwa na jambo lolote hata kama kuna watu wataenda kusema na kutoa fedha kubadilisha ukweli wa neno la Mungu, nguvu ya msalaba haiwezi kubadilishwa na jambo lolote, haiwezi kubadilishwa na jambo lolote. Na ndio tuanza kuona mambo yaliyotokea wakati Yesu akiwa wa msalabani. Na siku ya jana tukaona jambo la kwanza, na hapa mimi naita ushahidi wa kwanza, na leo tutaona ushahidi wa pili. Ambao ushahidi wa kwanza au jambo lilotokea la kwanza jana tuliona kwamba ilikuwa ni e, jua kupoteza mwanga wake, giza likaingia, na ilikuwa saa sita mpaka saa tisa, giza likaingia katika mji ule Yesu alipokuwa anasulubiwa, ikawa giza tukaona na tumeona umuhimu wake na tumeona nguvu ya, ya, ya Mungu jinsi ilivyojizirisha kwa, kwa mambo yaliyotokea katika siku hiyo. Lakini leo nataka ni kushirikishe jambo jingine ambalo lilitokea au ushahidi mwingine uliotokea ambao ulisababishwa na nguvu ya msalaba iliyoko ndani ya Yesu Kristo, nguvu ya msalaba iliyotokana na Yesu wakati akiwa msalabani. Tunaona katika Mathayo 27 mstari wa hamsini na moja, Mathayo 27 mstari ule wa hamsini na moja, Mathayo 27 e, na mstari ule wa hamsini na moja, neno la Mungu e, linasema katika ule mstari wa hamsini na moja, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata nchi hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Nitarudia tena kusoma neno hili, natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Hili ni jambo jingine ambalo linatokea pale msalabani. Hii ni nguvu ya msalaba inaonekana inadhihirika, ikipasua pazia la hekalu ikitetemesha nchi na miamba kupasuka. Hii haikuwa nguvu ya kawaida, ilikuwa ni nguvu kubwa mno. Ona jinsi msalaba wa Yesu ulivyokuwa na nguvu ya ajabu. Kupitia nguvu ya ajabu hiyo, kupitia nguvu ya msalaba, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Hebu imagine, ilikuwa ni nguvu ya aina gani? Ilikuwa ni nguvu ya aina gani ambayo ilipasua mpaka pazia Nchi ikatetemeka miamba ikapasuka, ilikuwa ni nguvu ya ajabu sana. Nguvu ya msalaba haina mipaka, haizuiwi na kitu chochote, yenyewe inapasua tu, haizuiwi. Ukiwa na nguvu ya msalaba, ni nguvu ambayo kwa kweli itafanya kila kitu, haiwezi kuzuiwa na kitu chochote. Kwa nini usiitegemee hiyo nguvu ya msalaba? Kwa nini usiiamini hiyo nguvu ya msalaba? Neno ambayo tunatembea nalo ambayo ndiyo neno kuu ambayo tunatembea na kichwa hiki cha wiki hii nzima ambayo kinasema kwamba e, nguvu na uzima wetu upo katika msalaba wa Yesu Kristo. Tunalipata katika e, Wakorinto wa kwanza sura ile ya, ya, ya kwanza msali wa kumi na nane. Kwamba neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi lakini kwa wale wanaookolewa ni nguvu. Linawapatia nguvu wale wanaookolewa, wale wanaoamini msalaba wa Yesu, inawapatia nguvu. Kwa maana ninakusihi mpendwa, kwa nini usiitegemee hii nguvu ya msalaba? Kwa nini usiiamini hii nguvu ya msalaba? Maana ni nguvu ambayo inapasua vitu, inaweza kufanya jambo lolote, haiwezi kuzuiwa, haina mipaka, haina mipaka, haikuzuiwa na zamani ukiangalia na ukisoma Biblia ya kwamba zamani aliyekuwa anaruhusiwa kuingia kule patakatifu pa patakatifu alikuwa anaingia kuhani peke yake, lakini pazia linapopasuka, maana maanayake kila mtu anaruhusiwa kuingia, lakini pia kusogea mbele za Bwana, ili hiyo nguvu ya msalaba ipokee sawa sawasawa na Mungu anavyokusudia. tuna tofautiana mahitaji, tunatofautiana uhitaji. Kuna mwingine hana mtoto lakini sio kwamba wote hatuna watoto. Kuna mwingine hana hana fedha, sio kwamba wote hatuna fedha. Kuna mwingine hana mifugo, sio kwamba wote hatuna mifugo. Tuna tofautiana, kila mmoja ana uhitaji wake mbele za Bwana. Na ndiyo maana wakati huo sasa, nguvu ya msalaba inapoachiliwa kwetu, kila mmoja anapata nafasi ya kusogea mbele za Mungu kusema mahitaji yake, kwenye kipindi hiki cha Kwaresima ni kipindi ambacho kila mmoja anapata nafasi ya kusogea mbele za Bwana, kutengeneza na Mungu yeye pekee yake na Mungu, kutengeneza maisha yake, kutengeneza njia zake, lakini pia kupeleka mahitaji yake kwa Mungu kwamba mimi, Mungu, nahitaji hiki; mimi, Mungu, nahitaji hiki, nitendee hiki. Ndio wakati huu ambao tunakuwa nao hasa katika kipindi hiki cha Kwaresima, lakini kupitia nguvu ya msalaba tunaona nchi inatetemeka na miamba inapasuka. Upaswi kuizalau hii nguvu ya msalaba, mpendwa, maana Yesu Kristo ndiyo mwamba tunaye. Tuna Yesu anayetikisa miamba, tunaye Yesu anayetikisa magonjwa, tunaye Yesu anayetikisa nchi, tunaye Yesu anayetikisa maadui, tunaye Yesu anayetikisa wachawi. Huna sababu hata ya kuogopa jambo yoyote. Wewe ukiwa na Yesu wewe ukiwa na hiyo nguvu ya msalaba, huna sababu hata ya kuogopa. Kwa nini? Tunaye Yesu anayetikisa miamba, tunaye Yesu anayetikisa wachawi, tunaye Yesu anayetikisa umaskini, tunaye Yesu anayetikisa maisha magumu, tunaye Yesu anayetikisa kila aina ya ubaya na kuondoka kwenye maisha yako. Ni muhimu sana kuwa na hii nguvu ya msalaba wa Yesu, ili ikusaidie kushinda na kusonga mbele katika yale ambayo Mungu anayaachilia kwako. Mpendwa, kwenye msalaba wa Yesu kuna utoshelevu wa mambo yote, kuna utoshelevu wa mambo yote. Kila kitu unachohitaji kwenye maisha yako kinapatikana kwenye nguvu ya msalaba. Kila kitu unachokihitaji kwenye maisha yako kinapatikana kwenye nguvu ya msalaba. Yesu ndiyo utoshelevu wa kila kitu. Yesu ndio kila kitu. Unahitaji uponyaji, unapatikana kwa Yesu. Unahitaji amani, inapatikana kwa Yesu. Unahitaji suluhisho na upatanisho, unahitaji kwa Yesu. Unahitaji mafanikio, unayapata kwa Yesu. Unahitaji mke mzuri, unampata kwa Yesu. Unahitaji mme mzuri, unampata kwa Yesu. Kazi yako wewe na kuiamini hii nguvu ya msalaba. Kwa nini? Yesu ndiyo utoshelevu wa yote, na yeye anatuagiza wakati mwingine kwamba ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Kama hauiamini hii nguvu ya msalaba, maana yake huwezi ukaomba na ukajibiwa sawa sawa na kile ambacho ni hitaji lako. Kwa nini? huiamini nguvu ya msalaba. Utajikuta unapotea. Utajikuta unapotea kabisa. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya msalaba ni nguvu ambayo inawasaidia wale wanaoiamini, na sio wale ambao hawaiamini. Lakini nguvu ya msalaba ni utoshelevu wa vitu vyote, mahitaji yako yote, na msalaba wa Yesu ndiyo asili ya mema yote. Mwimbaji mmoja anaimba kwenye kitabu kile cha Tumwabudu Mungu wetu, mia nne na ishirini na saba anasema msalaba wa Yesu ndiyo asili ya mema nitatua mzigo wangu hapo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye msalaba wa Yesu ndiyo kwenye asili ya mema. Mema yanatokea pale kwenye msalaba wa Yesu. Usifikiri utapata mema tofauti na kwenye nguvu ya msalaba wa Yesu. Yote yanapatikana katika msalaba wa Yesu. Mpendwa katika Bwana, msalaba wa Yesu ndiyo asili ya mema, na unachotakiwa wewe kufanya ni kuishi maisha ya toba kila siku. Ishi maisha ya toba kila siku, ili hiyo nguvu ya msalaba iweze kukaa kwako na iweze kukaa ndani yako. Hiyo nguvu ya msalaba wa Yesu iweze kukaa ndani yako na iweze kukaa kwenye maisha yako siku zote za maisha yako. Nguvu za giza wapendwa zipo, nguvu za giza wapendwa zipo, zipo lakini ukiwa na neno la nguvu ya msalaba hakuna nguvu itakayo kushinda, hakuna nguvu itakayo kuweza, hakuna nguvu itakayo kufanya uumie, hakuna nguvu itakayo kushinda. Kwa nini? Kwa sababu una nguvu ya msalaba inayoweza yote. Nataka nikukumbushe kwamba usijaribu kuondoa neno la nguvu ya msalaba kwenye maisha yako. Na wakati mwingine tunapofanikiwa tunasahau kabisa kwamba haya mafanikio tumeyapata kupitia nguvu ya msalaba. Leo nataka nikukumbushe kwamba usije ukajaribu ukaondoa nguvu au neno la nguvu ya msalaba kwenye maisha yako au kwenye hayo mafanikio uliyonayo, au kwenye hiyo ndoa yako, au kwenye hiyo kazi yako, au kwenye hiyo biashara yako, usije ukajaribu. Kwa nini? Kwa sababu nuru ikiondoka kwenye maisha yako uwe na uhakika kwamba giza itaingia. Giza linapoingia, maana yake na hiyo nguvu inapotea, na hiyo nguvu inaondoka, unabaki mwenyewe, unafanya kila kitu mwenyewe, unafanya kwa akili zako wewe mwenyewe, haufanyi kwa kusaidiwa na nguvu ya msalaba, utafanya wewe mwenyewe, na wakati mwingine utaanza kujisifu. Tumeona kwamba utoshelevu wetu wa maisha yetu wa mahitaji yetu unapatikana kwenye nguvu ya msalaba. Na wakati mwingine watu tunapofanikiwa tunasahau, tunaona kwamba haya mambo na mafanikio tumeyapata, tumeyapata kwa akili zetu, tumepata kwa nguvu zetu, tumepata kwa uwezo wetu. Hapo ndipo uone kwamba giza inaanza kuingia. Giza inapoanza kuingia unaanza kusahau, unaanza kuona hakuna hata umuhimu wa maombi, unaanza kuona hakuna hata umuhimu wa kufunga siku arobaini kwenye kipindi hiki cha Kwaresima unaanza kuona hakuna umuhimu, na wakati mwingine unakuwa bize upati hata muda wa kusogea mbele za Bwana kumshukuru na kumwambia kwa habari ya mahitaji yako. Kwa nini giza limeingia? Di linapoingia kwenye maisha yako, unaanza na kumsahau Mungu. Nataka nikwambie hivi, Yesu Kristo uliye naye, yeye ndiyo kila kitu. Anashinda giza, anashinda vyote. Hakuna kitu ambacho kinaweza kuishinda nuru ya Mungu. Kamata sana hiyo nuru iliyoko ndani yako, hiyo nuru ya Mungu kupitia Yesu Kristo, ambayo yeye ndiye nguvu. Yeye ndiye anaiachilia hiyo nguvu ya msalaba ije kwako. Yeye ndiye anayeamuru. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanyika kwa maisha yako bila yeye Yesu kuhusika kwa asilimia zote. Hakuna mafanikio ambayo yanaweza akaja kwako bila Yesu kuhusika, bila Mungu kuhusika bila nguvu ya msalaba kuhusika, lazima Yesu ahusike. Yohana moja, ule msari wa kwanza hadi ule wa tano. Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza, msari ule wa kwanza hadi wa tano. Nataka nikupitishe uone neno la Mungu hapo jinsi inavyokukumbusha juu ya kuiamini hii nguvu ya msalaba, lakini kumwamini Yesu Kristo ambaye yeye ndiye nuru katika maisha yako yote, na hakuna kitu ambacho kitafanyika bila yeye kuruhusu au kuachilia kifanyike kitu kile. Neno la Mungu inasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru ya ng'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nuru ya ng'aa gizani, wala giza halikuiweza. Lakini bado anasema kwamba hakuna kitu ambacho kilifanyika pasipo yeye kuhusika. Kwenye nguvu ya msalaba inapokuja kwako Lazima utambue kwamba Yesu Kristo amehusika kwa asilimia mia moja. Unaona, ni yeye aliyehusika kwenda pale msalabani kubeba maovu yako na dhambi zako zote, kubeba masikitiko yako, kubeba maumivu yako yote, kubeba magonjwa yako yote, kubeba kila kitu ambacho ni kibaya au ni kitu ambacho kinakukwamisha kusonga mbele yeye alikubali kubeba ili wewe uwe salamu. Ndiyo maana tunaona kwamba yeye ni nuru. Unapoipokea nguvu ya msalaba unakuwa na nuru kwenye ya maisha yako. Unapoipokea nguvu ya msalaba nuru inamulika kwenye kila kitu unachokifanya. Nuru inamulika kwenye biashara yako, nuru inamulika kwenye kazi yako, nuru inamulika kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ofisi yako, nuru inamulika kwa watoto wako nuru inamulika kila mahali, na kila jambo unalofanya linamulikwa na nuru ya Mungu. Pendwa katika Bwana, usije ukajaribu kuondoa nuru ukatumia giza. kuondoa giza kwa kutumia giza, naomba nirudie hapo, usije ukafikiri kwamba unaweza ukatumia giza kuondoa giza kwenye maisha yako. Tumia nuru kuondoa giza, tumia nguvu ya msalaba kuondoa giza kwenye maisha yako, kuondoa giza kwenye ndoa yako, kuondoa giza kwenye biashara yako, kuondoa giza kwenye kila jambo unalofanya. Usitumie giza kuondoa giza, tumia nuru kuondoa giza kwenye maisha yako. Mshinda yeye, hakuna jambo lolote ambalo litamfanya ashindwe kulifanya kwenye maisha yako. Yeye anaweza yote, nguvu yake inaweza yote, nguvu yake ni utosherevu wote. Nguvu yake ndiyo msaada wako. Hakuna kitu ambacho kitashindikana mbele ya nguvu ya msalaba. Mungu akusaidie sana, Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe. Tegemeo lako libaki kwenye nguvu ya msalaba, tegemeo lako na tumaini lako libaki kwenye nguvu ya msalaba. Endelea kumlilia Mungu, endelea kusogea mbele za Bwana kwa toba ya kweli. Ukimwomba msamaha wa dhambi, ukimwomba Mungu achilie nguvu yake, nguvu ya msalaba iweze kupita kwenye ya maisha yako. Mungu akusaidie sana, Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe, akusaidie kila ambacho kimefunika kimefunika, kila ukuta ulioko mbele yako unaokufanya usione kesho yako usione mafanikio yako ya baadaye, usione uzao wako wa baadaye, usione ndoa yako ya baadaye yenye furaha na amani nyingi. Yupo Yesu ambaye nguvu yake ilipasua pazia lile likagawanyika, likagawanyika vipande viwili kutoka juu mpaka chini. Vyote vitaonekana, yote yataonekana, yale yote ambayo Mungu ameyaandaa kwa ajili yako. Huu ukuta ulioko mbele yako usija ukakatisha tamaa ukarudi nyuma. Nguvu ya msalaba itabomoa, nguvu ya msalaba itaangusha, na wewe utafika ng'ambo ya mafanikio yako, utafika ng'ambo ya kesho yako. Lakini Yesu ndiye mwamba imara, ndiye mwamba imara, mwamba ambao hauwezi kuzuiwa na miamba mingine, ni mwamba unaopasua miamba mingine. Hebu mwamini huyo Yesu ambaye ni mwamba akafanyike mwamba kwenye maisha yako, akafanyike mwamba kwenye biashara yako, akafanyike mwamba kwenye kazi yako, akafanyike mwamba kwenye ndoa yako. Mwamini Yesu, mtegemee Yesu na mtumikie yeye, yeye anayetetemesha, yeye anapotamka vitu vinatetemeka, watu wanaposikia jina lake wanatetemeka na kusujudia. Mwamini huyo ambaye nguvu yake itapita katika maisha yako, itapita katika afya yako, itapita kwenye uchumi wako, itapita kwenye kila jambo unalofanya. Iamini hiyo nguvu, nayo itakusaidia. Mungu akubariki sana, na ninakushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nasi kufuatilia kipindi hiki cha Saa ya Ushindi kinapo kinachokujia kila, kila siku ule muda wa saa saba hadi ile saa saba na nusu Mungu akubariki sana na akutunze, akufanikishe, uendelee kutembea katika nguvu yake, uendelee kutembea katika nguvu hiyo ya msalaba, na nguvu hiyo uiendelee kuiamini, maana usipoiamini utafanana na wale wanaopotea, lakini unapoiamini utafanana na wale wanaookolewa kupitia nguvu hiyo, maana ni nguvu kwenye maisha yao, na inaleta mafanikio na mabadiliko makubwa katika Ukristo na maisha yao yote katika kumtumikia Mungu. Basi tulia, tuombe. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru tena kwa ajili ya siku hii nyingine ya leo siku ya Jumatano ambayo umeiachilia kwetu watoto wako, tunasema asante na kushukuru Bwana kwa ajili ya huyu mtumishi wako ambaye amekuwa mwaminifu toka tumeanza kujifunza neno hili kwa habari ya nguvu yako ipatikanayo kwenye msalaba wako, na katika kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi ambacho Mungu tunaifikiria njia ya msalaba na kutitafakari vyema habari ya kifo chako pale msalabani lakini Mungu, tunashukuru kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ambaye ulipasua pazia la hekalu ukaweka kila mmoja ruhusa ya kuingia na kusema na wewe kila wakati anapokuhitaji. Lakini nguvu yako ilipopita, nchi ile ilitetemeka, miamba ikapasuka, na mambo mengi yakatokea. Hii ni nguvu ambayo haikuwa ya kawaida, haikuwa ya kawaida kabisa ilikuwa ni nguvu iliyodhihirisha ukuu wako na nguvu yako iliyopo katika msalaba wako, katika jina la Yesu Kristo. Nasi Mungu tunautazama msalaba, nasi Mungu tunauamini msalaba ya kwamba ndiyo ambao tunaokolewa kupitia nguvu hiyo ya msalaba wako. Tusaidie Mungu kutembea katika njia yako, tusaidie Mungu kukuamini wewe na kukutumikia wewe. Kila jambo tunalofanya kwenye maisha yetu likapite katika mkono wako, likafanikiwe kwa ukuu wako na uweza wako, maana hakuna kitu ambacho kinafanyika bila wewe Mungu kuamua. Tunasogea mbele zako Yesu Kristo, utusaidie na kutubariki. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Upokee baraka. Bwana akubariki kulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani yake yote, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante sana. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Karibu tena kesho Alhamisi, kwa ajili ya mwendelezo wa somo hili, kutafakari nguvu ya msalaba na uzima wetu tunaopata no, kupitia msalaba wa Yesu Kristo, jinsi ambavyo yeye alijitoa pale msalabani kutuokoa na kutukomboa sisi sote. Mungu akubariki na uwe na siku njema.